Kwa majina naitwa Chief Sylvester Yared, katibu wa chama cha Mapinduzi wilaya ya Ilala, tangu jana tarehe 28 tunaanza zoezi la kutoa fomu kwa ugombea nafasi ya ubunge kwa majimbo manne yanaounda wilaya ya Ilala. Majimbo haya ni jimbo la Ilala, jimbo la Segerea, jimbo la Ukonga na jimbo la Kivule. Tangu jana mwitikio uliokuwepo wa wana CCM ni mkubwa. Jana hadi sasa navyozungumzwa mchana wa leo, jumla ya wanachama wa CCM wapatao 38 wa wamekwisha kuchukua fomu za kugombea ubunge katika majimbo haya manne. Katika majimbo haya manne watu waliochukua ni 38 kama nilivyosema awali, lakini idadi hii, kati ya hawa waliochukua, wanawake ni wagombea saba na wanaume wako wagombea thelathini na moja. Kiujumla mwitikio upo mkubwa na mwitikio mkubwa zaidi uko kwenye jimbo la Kivule ambao ni jimbo jipya. Inaonesha wazi wana Kivule walikuwa na kiu ya kupata nafasi ya jimbo na wameonyesha kwa vitendo, wamechukua wana Kivule wengi sana fomu mpaka sasa. Lakini pamoja na zoezi hili kuanza jana, waliochukua nafasi ya udiwani hadi jana jioni, jumla wana CCM wapatao 134 walikuwa wamechukua fomu za kugombea udiwani katika kata 36 zinazounda wilaya hii ya Ilala. Katika nafasi hizi waliochukua nafasi hizi wapo wanawake 29 na wanaume mia moja na tano. Kwa ujumla zoezi linaendelea vizuri, watu wanachukua fomu na tunawaelekeza vizuri, na mpaka sasa hatujapata shida yoyote ile katika zoezi la utoaji wa fomu. Wana CCM ni watulivu, wana hekima na busara, na hakuna waliokuja na shamla shamla, mbwembwe, vifijo, nderemo kinyume na taratibu za chama. Wote wametii maelekezo ya chama, wanachukua fomu hakuna tatizo na tunaendelea vizuri, hakuna shida yote. Kwa majina, anaitwa Tike Kitundu ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Leo hii nimekaa hapa mbele yenu nikiutangazia umma, sana sana wananchi wa, wa jimbo la Kivule, wakazi wote wa jimbo la Kivule kwamba leo nimetia nia ya kugombea ubunge katika jimbo la Kivule kwa kupitia chama changu cha Mapinduzi, kuipeperusha bendera ya chama cha Mapinduzi endapo nitapewa ridhaa na chama changu kuweza kupita kuingia katika kugombea ubunge na nikashinda ubunge wa jimbo la Kivule, nitasaidiana na Rais Mama Samia katika kuleta maendeleo kwenye jimbo letu la Kivule. Nasema jimbo letu kwa sababu na mimi ni mkazi wa jimbo hilo la Kivule na, kucha, na kuzitatua changamoto zote ambazo zipo jimboni hapo Kivule. Changamoto hizo nazifahamu kama nilivyosema, mimi pia ni mkazi wa hilo jimbo. Pia vilevile nimewahi kuwa diwani wa viti maalum Ilala kupitia UWT kwa kipindi cha miaka mitano katika uongozi wa awamu ya tano wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna mambo ambayo nilifanya katika uongozi wangu huo nikiwa kama diwani. Kwa vile nilikuwa diwani, ilikuwa kipindi hicho jimbo halijagawanya, ilikuwa tunafanya Ukonga nzima, tunatembelea, tunatatua matatizo kulingana na kipimo chetu cha sisi madiwani tunatakiwa kufanya nini. Nilikuwa na mchango pia hapo. Sasa nashukuru awamu ya sita, Mheshimiwa Rais Mama Samia ameweza kutenganisha sasa Ukonga, kumekuwa na majimbo mawili ili kazi ziweze kufanyika kwa ufanisi na zionekane. Sasa katika hilo basi, itaweka urahisi kabisa katika kuweza kumfikia kila mmoja, kwa sababu jimbo la Kivule lina watu wasiopungua laki nne thelathini na moja mia saba ishirini na sita kwa... kama sensa ya makazi iliyofanyika mwaka 2022 elfu mbili na ishirini na mbili ilivyoeleza. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kuweza kuwafikia wananchi mmoja baada ya mwingine, na vilevile vile, changamoto kubwa ambayo ipo katika jimbo la Kivule ya kwanza kubwa ni barabara. Nafikiri nimeongea hivyo, wana wanakivule wenzangu, tumeelewana ni nini ninamaanisha. Kwa hiyo ninaombeni muwe pamoja nami na chama changu cha Mapinduzi na kumpa Mama Samia mitano tena kuhakikisha kazi inaendelea. kazi nautu naitwa na, na Florian Mukianuzi Karugaba ni katibu mwenezi wa tawi la nane nane mtawa yange yange kata ya Msongola na ni mkazi wa muda mrefu katika eneo hilo, ndio maana nikawa katibu mwenezi wa tawi pia ni mkurugenzi mtendaji wa amala taasisi ambayo inawakopesha wafugaji wa kuku kwa kauli mbiu ya fuga tukulishie. Yaani, mfugaji wa kuku akiweka kuku wake hana chakula, basi mimi kampuni yangu inayoiongoza inamlishia. Kadhalika, mimi ni mchumi wa kitaifa na kimataifa, nikiwa na kampuni ya ushauri wa masuala ya uchumi. Kwa hiyo ninafanya shughuli pia za ushauri kwa ngazi za mashirika na serikali mbalimbali.